Na kukaribisha na ndani ya channel hii ya Mistazac, wakati ambapo leo na kupeleka moja kwa moja mpaka eneo la Mlima Kenya. Wakati ambapo leo tunaenda kuangazia siasa chizi ambavyo zinaendelea kutokota katika eneo la Mlima Kenya. Kumbuka kwamba mlima wa Kenya ni eneo ambalo eh, liko na support kubwa katika taifa hili la Kenya eh, kwa kuwa eh, wapiga kura wengi wanatoka katika eneo hilo. Hivyo basi, na yeyote ambaye anayetaka kukua kiongozi wa taifa hili lazima, ah, achungulishe eh, kura za eneo hilo, ndipo aweze akatangazwa kuwa mshindi. Na leo tunataka kuangazia eh, aliyekuwa naibu wa rais katika taifa hili ambaye pia ni kiongozi wa DCP. Hicho ni chama ambacho aliunda hivi, hivi, chu, hivi juzi baada ya kungwarewa mamlakani ama kungwarewa katika eh, kazi ambayo alikuwa anafanya ya wa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Huyu jamaa anaitwa Rigathi Gachagua ambaye anaendelea ku Eh, kubwa pamoja na changamoto mingi wakati ambapo wanafanya siasa zake siasa eh, zake. Kumbuka, anapotembea kila mikutano huwa anapigwa mno na kufahamiwa pamoja na watu wasiojulikana, lakini hivi punde, kisa cha hivi punde ni wakati ambapo alifahamiwa katika kanisa moja ambalo linapatikana uh, eneo la Udhaya Nyeri County. Hiyo kanisa ambalo inaitwa ACK Church eh, aliweza kufahamiwa hapo siku ya Jumapili akiwa katika ibada eh, kanisani humu wakati ambapo eh, watu wasiojulikana ambao anadai kwamba eh, wengi walikuwa wamevalia eh, sare rasmi eh, za eh, polisi waliweza kufamia kanisa hilo, wakarushia watu vitoa machozi pamoja pia, waliweza kutumia eh, risasi wakati ambapo walikuwa wanataka kuua watu wengine ambao walikuwa katika kanisa hilo. Eh, magari mingi ya kiongozi huyo iliweza kuharibiwa vikubwa pamoja eh, inasemekana kwamba kuna, kwa kuna gari moja ambalo lilichomwa na eh, wakati ambapo alipoweza eh, kutoroshwa kutoka eneo eh, hilo, na baadaye aliweza kutangaza kwamba aliweza kufika nyumbani kwake wa Munyoro akiwa salama, akiwa salama salimini. Ikumbuka eh, kwamba huyu jamaa ameweza kupitia eh, matatizo mingi akiwa eh, katika siasa yoyote ambayo wanafanya katika taifa hili, na anasema kwamba e, serikali ya Kenya serikali ya Kenya ndio inayohusika husika pakubwa e, katika e, shambulio hilo ambalo ilitokea katika e, siku hiyo, wakati ambapo anaikashifu vikubwa kwa kusema kwamba kama iko na shida yoyote na yeye, inaweza inafaa kumuka kumface yeye mwenyewe kuliko e, kwenda kupiga mpaka wale wako innocent e, katika shambulishi hilo wengi waliweza kuumia ni watoto ambao walikuwa katika kanisa hilo, pamoja na wamama ambao pia walikuwa katika kanisa hilo, na inasemekana kwamba serikali ama yeye mwenyewe anasema kwamba serikali ina mtaketi pakubwa, ijapokuwa ajui ni kwa nini lakini E, bado anasema kwamba anatafutwa ili aweze akatolewa uhai e, sijui kama madai hayo ni ya ukweli lakini, e, ukifuatilia moja kwa moja, chizi ambavyo unaona anapiwa kila wakati inaonesha kwamba e, kuna uwezekano kwamba anatafutwa ili aweze akatolewa uhai ama aweze akauliwa. Nayo serikali ya Kenya inasema kwamba yeye, e, yeye mwenyewe ndiye anayechipiga yeye mwenyewe ndiye anapanga magunzi ili waweze wakamshambulia um, ili aweze aka pata umaarufu zaidi. Kumbuka katika nchi hii ya Kenya kuna e, kile ambacho kinasemekana kwamba e, ukiweza ku ukiweza kupigwa ama ukiweza kupelekwa mbio pamoja na serikali, basi uko unapata ticket ama e, unakuwa e, mtu mmoja ambaye ni maarufu sana. Na sasa wanasema kwamba yeye ndiye anayepanga e, hiyo shida kumtokea yeye, anapanga watu ili waweze wakamshambulia, e, ili aweze akapata uunguaji mkono aweza kuwa, kuwa maarufu kabisa, lakini naye aliweza ku, ku, kukutana pamoja na vyombo eh, eh, vya pari na kusema kwamba hakuna eh, jambo kama hilo kwa maana wale ambao walimshambulia walikuwa pamoja na sare eh, za polisi na hakuna uwezekano anaweza hakuna uwezekano chizi anaweza kuaksesi hizo masare aweze akapata hizo ma uniform masale za ku watu kufalia sa ambazo ambazo ni za sa polisi. Pia aliweza kusema kwamba vitu wa machozi bila shaka zinapatikana katika katika kikosi cha polisi, na uwezi ukasema uwezi ukanunua vitu wa machozi mahali popote ili uwezi ukafamia watu, na pia anaweza kwa, anasema kwamba wale ambao walimfamia waliweza kukua, ama walikuwa pamoja na E, gari la polisi Land Cruiser e, ambalo lilikuwa limewapewa, so e, awezi akake hizo vitu zote, so kuna uwezekano kwamba serikali yenyewe ndio inayompiga inayo. Na sasa ameweza kukasifu kabisa kitendo hicho na kusema kwamba wale ambao walihusika kutekeleza e, tendo hilo waweze wakachukuliwa hatua kubwa. Naye tukiangalia e, a, kiongozi, tuseme kwamba interior CS Kipchumba Murkomen ameweza kukashifu tendo hilo na kusema kwamba ameweza kupeana kasi hiyo kwa IG, Douglas Kanji aweze akafanya investigation ili aweze akajua kwamba ni nini kilitokea uh, katika, uh, katika siku hiyo ama ni nini ambacho kilifanyika siku hiyo. Na pia uh, kuna huyu jamaa ambaye pia anasema kwamba Rigathi anaweza akajitengenezea mambo yake, hiyo <laughs> ni usemi wake, lakini eh, mimi sisemi kitu, kwa maana eh, kufikia sasa Rigathi ameweza kufutilia mbali na kusema kwamba yeye atahusika hata kidogo kutekeleza maafa eh, hayo na yangu, kwa maoni yangu naona kwamba eh, kuna uwezekano kwamba serikali eh, ina target huyo eh, Rigathi Gachagua ili, kwa maana kuna mali walisema kwamba eh, wataki afanye mkutano wowote kwa maana katika mikutano yote ambayo anafanya huwa anaendelea kuchangia pakubwa, yani, yeye ni mkabila, anaendelea kuchangia pakubwa ukabila, kuendelea kusambaa eh, katika maeneo mbalimbali. Kumbuka kwamba yeye eh, kila mkutano ambayo huwa anafanya huwa anaongea sana kuhusu eneo hili la Mlima Kenya. So, serikali pia inasema kwamba anachangia maarifa kubwa, eh, kuendelea ku, ku, ku, ku, ku, kuongeza ukabila katika taifa hili pia wanasema kwamba eh, kiongozi huyo anaendelea kumwaribia rais wa taifa hili eh, jina na matusi ambayo huwa anampea kila wakati so, eh, wanasema kwamba hilo ndilo limefanya, eh, wanamzuia kuenda ku, eh, kutangaza ama kuenda kutangamana pamoja na watu wengine, japo kuwa uh, kwa kisa cha hivi punde wanasema kwamba wao hawakuhusika wa hata kidogo pia viongozi mbalimbali kutoka Mlima Kenya waweze kukasifu e, vitendo hivyo e, wakiwemo pia viongozi wa makanisa. Wanasema kwamba hii sio njia a, kamili ya kufamia e, kiongozi kwa maana mahali alipokuwa ni mahali patakatifu, na ifai mtu hata mmoja kuingililia ama kufanya mahafa yoyote kanisani. So, wanasema kwamba kama ni ukweli ni serikali iliweza kuchangia ili kufanya tendo hili, waweze wakatokea peupe, waombe wananchi msamaha, kwa maana hilo jambo sio jambo nzuri. Tukiangalia e, siasa za hapo nyuma kidogo, kuna wakati e, aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko alisema kwamba kuna wakati walikuwa wanashirikiana e, wanaenda wananunua magari wanazipaka rangi ya chama fulani ya mrengo fulani e, pia wanatafuta watu wanaenda wanachoma hizo magari na kusema kwamba waliweza kufahamiwa e, na mali zao sikaweza kuharibiwa, ili wapate uungwaji mkono. Hivyo ndivyo walivyokuwa wanafanya wakati huo. Sasa e, inaonekana bado mchezo huu ni kama unaendelea, lakini kwa njia nyingine. Bado haiwezekani mchezo kama huu uendelee mpaka makanisani, kwa maana hapa ni kuharibu kanisa, e, kuharibu kanisa la Mungu. Na sasa inasemekana kwamba e, wanasiasa wasiendelee na michezo hii. Kwa maoni yangu bila shaka naona kwamba e, kuna maana wanasiasa wanaendelea ama mambo kama hii inaendelea basi eh, kuliko mambo mingi tokee, wacha tu wanasiasa wakae nyumbani waache kuhudhuria mkutano wowote wa kanisa. Kumbuka kanisa ni mahali patakatifu, sio mahali pa kwenda kupiga siasa. So kama wewe uko na siasa yako, tafuta njia moja au nyingine, tafuta mahala pema ambapo unaweza ukafanyia mkutano wako. Hata ukipigwa huko Inasemekana kwamba ulikuwa kwa, uh, kwa siasa kuliko kuumiza uh, mpaka wale ambao hawana nguvu yoyote. Kumka watoto wengi waliweza kuumia siku hiyo, na kufikia sasa bado, uh, tumeendelea kuangalia kabisa kilichoendelea katika eneo hilo, na tutakapopata majibu kabisa, tutaendelea kukufahamisha ndani ya stesheni hii ama ndani ya chaneli hii ya Mistazac. Mite nyabundea